Kikubwa, upate kitu kikubwa lakini, ukipewa kidogo ukitoa kitu kikubwa, utukufu unakwenda kwa Bwana. Rejea kwa mtumishi wa Mungu Daudi. Mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa mpiganaji wa vita, lakini alipokwenda kumpiga Goliath, alikuwa bado sio askari wa vita, alikuwa ni mchunga mchunga kondoo. Alikuwa ni mchunga kondoo tu, alikuwa akiwapelekea kaka zake vitani vyakula. Alipokuwa akipeleka chakula, alimsikia yule Goliath akiwa anawatukana wana Israeli yule Mfilisti aliwatukana wana Israeli, akawaambia hakuna chochote mtanifanya hakuna chochote mtafanya nyie, nyie nyie ni watoto tu kwangu, nyie ni wapuuzi kabisa, na hata huyo Mungu wenu hawezi kunifanya chochote. Aliongea mambo mengi sana, lakini mfalme Daudi alipoenda kwa mfalme, akawaambia, mfalme, tazama yule asiyetahiriwa anatutukana sisi, haiwezekani mimi nitatoa kwenda kupigana naye. Lakini mfalme akamwambia we Daudi, bado hujakuwa hodari wa vita, wawezaje kupigana yule? Mfalme alimwangalia Daudi katika umbo lake dogo, yule mfalme alimwangalia Daudi katika experience ndogo aliyokuwa nayo ya kupigana vita, lakini akuangalia ile taranta ambayo Bwana aliiweka ndani yake. Lakini mfalme Daudi akasema mimi nitapigana naye. Basi mfalme alipoona ya kwamba huyu amedhamiria kupigana na Goliath, wakaletwa wataalamu wa vita, wakamvalisha vazi ya vita wakamvalisha mavazi ya vita, wakampa silaha za vita, mavazi mazito kweli kweli, ili akapigane na Goliati. Lakini mfalme Daudi alipokuwa katika kutembea akasema, haya mavazi hapana, haya mavazi mimi hayanifai, haya mavazi mimi ni mazito sana. Kwani mimi nina nini? Bwana mimi nina kombeo, lakini pia nina jiwe, ili jiwe litatosha kabisa kuweza kumpiga Goliati. Akayavua yale mavazi akabaki na kombeo akabaki na jiwe akamsogelea, akamsogelea yule, yule Goliati. Goliati akamtazama akasema, nyewe, wana wa Israeli mmeishiwa? Mnakuja kwangu na haka katoto kazuri katoto kadogo kadogo, haka kananijia mimi na jiwe, kameniona mimi ni mbwa? Sasa nawaambieni nitakaua hako na kukakatakata. Falme Daudi akasemaje, wewe unanijia mimi kwa silaha zote hizo lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Akaweka jiwe lake kwenye kombeo, akampiga Golieti katika paji la uso. Golieti alianguka chini, na mfalme Daudi, ili kutimiza lile kusudi, ili kutimiza andiko la Bwana, akamsogelea Golieti na kukata kichwa chake na kukikata kichwa chake kwa upanga wa Golieti mwenyewe, na kuambia ukichukua hatua kwa hiko ulichokuwa nacho utamwangamiza adui kwa silaha yake mwenyewe. Haleluya! utamwangamiza adui kwa silaha yake mwenyewe, Mfalme Daudi.